Bila shaka huu ni mwaka mzuri sana kwa msanii Nandy, kwa hiki ambacho tumekiona kupitia akaunti yake ya Instagram kwenye Insta Story. Sasa ukienda kwenye Insta Story ya Nandy utakuta kuna video fupi ameziweka, video ambazo zinaonyesha ameingia mkataba na kampuni fulani, yaani kuna dili ambalo amelipata la pesa nyingi sana. Sasa Nandy ameweka video ya kwanza akionekana anasaini mkataba, alafu ameandika dilda. Alafu, video ya pili akaonyesha price kiasi ambacho ameokota katika huu mchongo ni dola za Kimarekani laki nne. Hii ni sawasawa na shilingi bilioni moja. Kwa hiyo Nandy amepata dili na kiasi cha pesa ambacho ameingiza ni shilingi bilioni moja za Kitanzania. So utaona ni pesa ndefu sana Nandy ameshea na sisi. Mara nyingi wasanii inakuwa ngumu sana kuweza kushea pesa ambazo wamepata kwenye mikataba fulani, inakuwa ni siri sana kile ambacho amekiingiza kwenye mkataba fulani ila kwa Nandy imekuwa rahisi kuweza kushea na watu kuweza kufahamu kile ambacho amekipata kwenye huu mchongo, dola za Kimarekani laki nne ambapo ni sawasawa e, na shilingi bilioni moja. Ni pesa nyingi sana, na Nandy of course yupo kule China Ameenda China bila shaka ni mambo ya kibiashara, na ndio maana tunaona leo ameshia na sisi e, mchongo ambao ameingia dili, ambalo ameingia dili kubwa sana na ndio maana nikasema mwaka huu umeanza vizuri, umekuwa ni mwaka mzuri sana kwa msanii Nandi. So hongera sana kwa Nandi kwa hiki ambacho umekipata, bila shaka ni matunda ya kazi yako ya muziki. Niambie mwana SNS una mtazamo gani? Naendelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi.